E Mungu, tumekusanyika ili kuadhimisha karamu takatifu sana ambamo mwanao kabla ya kutolewa afe alilikadili kanisa kwa karne zote, sadaka mpya na karamu ya upendo wake. Tunakuomba utujalie tupate kuchota katika fumbo hili kuu Utimilifu wa mapendo na uzima, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele. Somo la kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa nane na wa kumi na moja hadi wa kumi na nne. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nje ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkamwambie, siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji kwa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo.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 watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nani mtamla kwa haraka; ni Pasaka na Bwana. Maana nitapita kati ya nje ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote wa nchi ya Misri, wa wanadamu na wa na wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, isiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nani mtafanya hiyo sikukuu kwa Bwana; mtafanya hiyo sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri na milele. Neno la Bwana. kibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu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 na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana. Basi, kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuasa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni,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 Akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo niuwaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, fanyaro wewe huwezi kujua sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza juu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza shirika nami. Simoni Petro akamwambia Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawaza miguu, bali ni safi mwili wote. Nani mmekuwa safi, lakini si yote, kwa maana alikuwa yeye atakaye msaliti Ndiyo maana alisema hii yote mliyo safi. Basi alipokwiza kuwatawaza miguu na kuyatoa mavazi yake, makoketi tena, akawaambia je, mmeelewa hayo niliyowatendea mimi? Mwaniita mwalimu na Bwana nani mwanena vema, maana ndivyo nilivyo basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu nini. Kwa nini? Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea mani mtende vivyo. Neno la Bwana. jina la Baba na la Mwana, na la yeah, yeah, yeah. na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawatakia heri baraka na neema za sikukuu hii Alhamisi Kuu ziwe pamoja nami. Asante yeah, yeah, sana. Asante, ndugu zangu wapendwa, siku ya leo kama nilivyoanza mwanzo ya pekee sana, siku ambayo Mungu aliifanya kwa namna ya pekee, siku ya baraka, siku